Tunaendelea na patanisho ambapo sasa hivi tunajaribu kupatanisha huyu mwanadada ambaye ametueleza vile alizozana na babake baada ya kuvamia mpango wa kando wa baba e. Na baadaye pale kuna matamshi fulani ambayo baba alisema, ambaye anaona ina inamsumbua kiakili maishani mwake sasa hivi, na ngapenda kurejesha mahusiano kati yake na babake ili waweze kuendelea kuzungumza kama hapo awali. Kwa baba mzazi anaitwa Morris, ningependa tumpigie ili huyu mwanadada aweze. ni mambo ambayo hufanyika katika familia Thank you, na mara nyingi unapata watoto wanaingilia mahusiano ya wazazi wao, wende ikawa hiyo ndio ilimkera huyu, huyu mzee, lakini wacha tusikie wasemaje. Hello, eh, Morris. Eh? Yes. Eh, habari ab ya leo? Salama. Eh, mimi eh, mimi naitwa Gidi. Odidi. Eh, nakupiga kutoka Radio Jambo Nairobi. Sijui kama huwa unasikiza Radio Jambo? Eh, nasikia kidogo. Oh, huwa unasikiza kidogo, eh? Eh, eh, lakini majenga ndio natandanga. Oh, unapenda Radio Jambo, eh? <laughs> eh? eh. Nashukuru sana. Sasa yeah. Sasa Bwana Morris, eh? kuna eh, msichana wako ametutumia SMS hapa Radio Jambo, eh, ambaye anasema kuna vile anaona ni kama huwa muongeleshani vizuri, ni kama alikukosea na eh, alikuwa naomba kama tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Ni msichana wako wa kwanza ambaye anaitwa Jacqueline, huyo ni mtoto wako wa kwa kwanza. Sasa alikuwa anasema kuna vile mjakuwa mkiongea eh, vizuri kwa hivyo alikuwa anataka kuomba msamaha kama alikukosea. Sasa naomba tu msamaha kwa radio eh, kwa sababu wao tunasaidia, unajua labda amejaribu eh, njia nyingine imeshindikana eh, mm. akaona labda akuje ama atuletee hapa Radio Jambo hili tuone vile tunamsaidia, mm. ama labda naogopa pia hata yuko kwa e. Hey, line eh, sawa sawa, yeye anajua hiyo makosa eh lakini like, anaweza kusamea tu kwa sababu ni mtoto wangu. Ni mtoto wako eh? Eh. Kweli kweli kabisa. Jacqueline. Yes. Yeah. Ongea na baba, o, weka simu karibu na mdomo ili tukupate vizuri. Nakusikia? Na haya, ku, na ongea na baba. Hello. <coughs> Hello, baba. Sema Jackie. Habari asubuhi. Habari yako. Salama. <coughs> Dadi, nilikuwa nasema. Eh. Kama nilikukosea nilikuwa naomba msamaha. Unaona maisha yangu haiendelei poa sasa. uh-huh. Ndio maana nili, nilienda Redio Jambo wanisaidie kama tunaweza ongea, turudishe mahusiano uh-huh. tukuwe kama kitambo, si unajua mi ni hata ndo ulikuwa unanipenda zaidi kushinda watoto wengine. yes. Sasa nilikuwa naomba tu nisamee dadi, na turudishe mahusiano venye tulikuwa, turudi tu kama familia. Sitawahi fanya hivyo tena sawa. Nimekusamea oh? Nime kusa, nime nimekusamea. Asante sana hey, e, nimekusamea, nakubaia hey, hey, kachai leo <laughs> ukipata, ukipata nafasi ukuje nyumbani tuongee tena na mdomo. Ah, amen, sawa. Amen. Asante. Wow. Morris, sa yes. Unajua nimeona unajua wee ni, we ni rika yangu wewe, vile nimeona hii miaka yako. Kwa hivyo hawa watoto saa zingine wanapitia mambo hapa na pale, na ni vizuri wewe kama mzazi yeah. unawaelewa eh? Yes. Na nimeshukuru kwamba umeweza kuelewa huyu mtoto wako ama msichana wako na mm. umemsamehe kwa njia raka hata uja sita sita unasema ni mtoto wako umemsamehe sawa, na kuna mambo ambayo ametueleza ambayo kwa nafikiri kwamba pia unafaa kurekebisha hapo nyumbani, uhusiano kati yako na mama yake, ili kuwe na utulivu yeah. Kwa sababu ametueleza kwamba kulikuwa na ugomvi ambao ilikuwa inaendelea hapa na pale na ikabidi mm. yeye na dadake waingilie, eh yes. Kwa hivyo hiyo, ah. na pia natumai kwamba utaweza kurekebisha hapo. Tumerekebisha kitambo, usharekebisha. Kwa hivyo kuna amani nyumbani sasa hivi eh? Yes. Kwa hivyo hey, Jacqueline asiwe na wasiwasi mambo iko shwari nyumbani. Sawa sawa. Haya, Jackie. Yes. Umeridhika? Nimeridhika kabisa. Eh, roho yako imetulia sasa hey. Eh, baba ana shida na wewe hata vile amezungumza yeye ana shida na yeye eh. Kwa hivyo kama unamtumia kakitu hakikisha umemtuma chapchap na pia panga safari muende muongee moja kwa moja Kutaba, kwa sababu amependekeza kwamba Uende nyumbani mwongee moja kwa moja eh? Ni sawa, ni sawa sawa. Haya, maneno ya mwisho ambao ungependa kumwambia, mwambie maneno ya mwisho tukimalizia, dadi. Yes. Mimi nakupenda kama, uh-huh. Babangu mzazi. Yes. Ningependa tu tuendelee tu na maisha poa, tuache kelele na tutaenda mbali hata mimi mhm. Sawa haya, Bwana Morris, maneno ya mwisho ambao ungependa kuambia mtoto wako? mimi nilikuwa nataka ni, ni, nata tu kumwomba, mm, akuwe na moyo mzuri mm, hiyo -hmm. mafikiria ya mambo ya kitambo ama maneno za kitambo hawachana nazo hizo, mm, e, zote mimi nimemwachia Mungu. Mungu ndiye atakuwa mbele, kweli. Eh, sasa akipata nafasi yoyote kutoka leo hii akuje tu nyumbani tuongee tena pamoja na mama, mama yako, ah umwongee pamoja kama familia. hata mama yuko nyumbani eh? Yes, haya, Jack umesikia? Nimesikia haya, ingia kwa Mpesa, pesa tumaka kitu kwanza, alafu panga safari uende mwongee kama familia na mmaliza hayo mengine ambayo yeah? amebaki. Asante gede, asante sana, asante sana bwana Maurice, kukuongea na Radio Jambo eh. Sawa asante. Haya, na muwe na siku njema. Amen. Na fikiri kwamba imeenda vizuri hiyo patanisho, wameshapatana. Huyu mwanadada alikuwa anasononeka sana lakini eh, vile baba ame e, eh, respond, ame respond kwa njia, eh, ya wazi, amesema, eh, ana shida, kwa njia ya wazi, amesema yeye ana shida kwa hivyo amemsamehe mwanawe na watamalizia au mengine ambayo imebaki pale. Kwa hivyo baada ya habari za saa tatu ningependa tuwe na mjadala na tuweze kuzungumzia Uh, mambo ya watoto kuingilia maswala ya familia ama ya wazazi wao, pale huwa ni sawa ama si sawa, kwa sababu ukisikia vile umadada ametueleza, anasema kile ambacho ilikuwa nasumbua hii familia ni mambo ya mpango wa kando, na ilibidi hao wenyewe waweze kuchukua sheria mkononi na wakafuatilia wakajua, ni mam, mgani wewe anatuharibia familia, na wakaenda wakapiga huyo mama <laughs> kuna kuna mara nyingi watu wanasema mambo ya wazazi hufai kuingilia. Baba akiamua na ta, tafuta mwanamke mwingine, hiyo ni mambo yake. Wewe kama kijana wewe, kama mtoto hufai kuingilia, lakini e, kuna wengine huwa wanasema kwamba watoto wanaweza saidia sana kunyorosha mambo ya familia. Wakiona mama anaenda vibaya ama baba anaenda vibaya, wako na haki ya kuweza kunyorosha mambo iwe shu.